Somo letu la leo ni uamuzi wa mustakabali wa mimi mwenyewe, familia, kanisa na ulimwengu. Inatoka katika kitabu cha Matendo moja nane. Mungu anatimiza uinjilishaji wa ulimwengu kupitia mimi mwenyewe, familia, kanisa na hata ulimwengu, na ndiyo sababu Tunachohitaji ni kufanya azimio la imani. Watoto wa Mungu wanahitaji kufanya azimio ndogo kwa kushikilia agano sahihi. Lazima ujue uko wapi sasa hivi na lazima uanze kufanya azimio kuhusu hilo. Katika utangulizi, Mungu aliita familia ya Ibrahimu ambayo ni katika dhana ya mwanzo kumi na tatu mstari wa kumi na nne hadi kumi na nane. Wakati Mungu alimwita Ibrahimu, aliendelea kuwa na mzozo na mpwa wake Loti, na Mungu alisema kwamba atatimiza agano lake kupitia Ibrahimu, lakini Ibrahimu hakusikiliza neno la Mungu na akamfanya mpwa wake aje naye kwa sababu alijua vizuri kwamba kupitia yeye na, na mkewe hawawezi kupata mtoto kwa sababu ni wazee sana. Kwa hivyo badala ya agano, alifanya uamuzi wake mwenyewe kwa kumfanya mpwa wake aje naye badala ya agano, na kwa sababu ya hali yake mwenyewe alianguka katika kutokuamini Mungu ndiye muumba na ana uwezo wa kuokoa kila mtu na Mungu huyu alimwita Ibrahimu ili kutimiza agano lake na kuokoa ulimwengu huu wote kupitia familia yake na hata ukoo wa familia yake. Na kwa sababu ya kumleta mpwa wake, anaendelea kuwa na migogoro kwa misimamo wake, na kwa sababu kulikuwa na migogoro kwa Ibrahimu na Ibrahimu alitambua hili na akamwacha mpwa wake akimwongoza. Na Mungu ametuita kuokoa familia, mkoa, na hata nchi yetu. Hata hivyo, tunaanguka katika migogoro kwa sababu ya hali yetu wenyewe. Na Mungu alitupa agano na kutufanya tufanye azimio la kwanza ili kushikilia agano jipya tena. Mungu ndiye muumbaji na alitatua shida zote na bado tuna shida. Mungu anataka tuanze kutoka hapo ambapo hakuna kitu na anataka tutupilie mbali wasiwasi wasi wote na kutokuamini na kutoamini tuliokuwa nao kwa kushikilia neno ambalo ametupa. Na wakati Unapotupilia mbali kutokuamini kwako na wasiwasi wako kwa kuanza kufanya azimio, hapo ndipo ibada inapoanza kufanyika. Na ikiwa hali yangu ya kiroho itaanza kusuluhisha na kushikilia agano, hapo ndipo majibu yanapoanza kuja na kutoka. Kwa hatua ambayo Ibrahimu alifanya azimio alianza kupokea majibu kama kutoka kwa sawa, na Yakobo na katika kitabu cha Mwanzo 32 mstari wa 24 hadi 30, Yakobo aliachwa peke yake katika mto ya Boki, na Mungu alimwita Yakobo kama mtoto wa agano kutoka zamani zake, na Yakobo akafanya agano hili jipya na akajitenge, akajitengeneza njia yake mwenyewe, na aliishi na kufanya kazi kwa maisha yake yote na kupata mali yake mwenyewe. Hata hivyo, ndugu yake alijaribu kumuua, na wakati kaka yake alipokuwa akijaribu kumuua, juhudi zake zote na msimamo wake wote aliokuwa nao haukuwa na maana. Na hapo ndipo Yakobo alipoweka wasiwasi wote na kutoamini na kuanza kushikilia agano la Mungu. Alipokuwa alipokuwa akishikilia agano ambalo Mungu alimpa Ibrahimu, alimwomba Mungu kwa dhati. Hapo ndipo Mungu alipoona moyo wa kati wa Yakobo na kumpa Yakobo jina mpya Israeli. Jina Israeli inamaanisha kuwa umeshinda ulimwengu na Mungu, ambayo Yakobo jina jipya, ambayo inamaanisha kurejesha utambulisho wako. Na sisi sio watu wanaofuata ulimwengu, na tunashikilia agano la Mungu na kufuata mpango kamili wa Mungu. Na hii Waisraeli wamepoteza kushikilia neno la Mungu na wakawa mateka wa Babeli. Na katika kitabu cha Danieli tatu mstari wa nane hadi ishirini na nne, kulikuwa na hadithi kati ya Danieli na marafiki zake watatu. Na mfalme wa Babeli alikuwa akiwalazimisha kuabudu sanamu za Babeli. Na kwa kweli, walimnyanyasa na kumwonya Danieli asimwabudu Mungu. Na wakati huo kulikuwa na ungamo la Danieli na marafiki zake watatu. Kwamba hatuwezi kamwe kuabudu sanamu. Na sisi ni watu wa agano. Na injili pekee ndiyo inayeweza kuponya ulimwengu huu na kumkomesha majanga. Na Mungu atatuokoa. Ingawa hafanyi hivyo bado hatutaweza kuabudu sanamu. Na walifanya azimio la kurejesha injili na kumkomesha na kukomesha majanga. Na kwa sababu Waisraeli walipoteza ushikilizi wa injili, wakawa watumwa mateka, na hata wakawa wakoloni. Na juu ya kukiri kwa Danieli na marafiki zake watatu, malaika alihamasisha na tena Waisraeli walipoteza ushikilizi wa injili hii na wakata wakatawaliwa na Roma. Wakati huo kanisa la kwanza linashikilia agano la Kristo na Yesu alichukua mateso yetu yote na kutuma msalabani, na kupitia kifo chake na baada ya kufufuka, alifufuka alitupa agano kwamba nitawapo ujazo huu wa Roho Mtakatifu ambao utakaa utatoka kwa Baba yangu, hampasi kuondoka Yerusalemu. Na kwa kushikilia agano hilo, waliweza kukusanyika katika chumba cha juu cha Marko, na ingawa Warumi na Mafarisayo walikuwa wakiwalazimisha kuwaua ikiwa wangekusanyika pamoja na kushikilia agano lakini bado walikusanyika. Kwa hivyo uanze kufanya azimio ili upate majibu ambayo hata kifo na mateso yanaweza kukoma. Na jambo la kwanza katika sehemu kuu ni uamuzi kuhusu siku zijazo. Wale wa, wale wanaoamini kwamba Yesu ndiye Kristo wanaweza kupokea wokovu, na wale ambao wamempokea wokovu hatima yao imebadilika, na hivi sasa Roho Mtakatifu anaondoka ndani yetu, na maisha yetu ya baadaye yatatumika kama ushuhuda wa uinjilishaji wa ulimwengu. Ndiyo sababu ikiwa utafanya azimio lako sasa hivi, basi maisha yako ya baadaye yatabadilika. Na kwanza unachopaswa kuangalia ni tabia mbaya ulizonazo ambazo zilianza kutoka katika kitabu cha Mwanzo tatu wakati umetengwa na Mungu, kudanganywa na shetani na kutenda dhambi ya kutotii neno la Mungu. Ndiyo sababu shida ya kimsingi ya mwanadamu ni tukio la Mwanzo tatu na kutoka wakati huo shida ya milele imetokea. Ndiyo sababu shida yote ya akili na ugonjwa ulio nao hauwezi kutatuliwa kwa nguvu zako mwenyewe, na unaweza kupata sababu kwa nini unahitaji kushikilia injili tu. Dini ni kitu ambacho mwanadamu anajaribu kumfikia Mungu, na injili hii ni Mungu anayekuja kwa mwanadamu, na ni Mungu anayekuja peke yake kutoa injili na msingi huu ambao ulianza kutoka kwa Adamu na Hawa umehusiana hadi na sisi. Ulidanganywa na shetani na kuendesha safari ya shetani. Wakati huo alituita, wakati unapomwamini Kristo, kisha akaahidi kutofanya hekalu lake, na hiyo ndiyo sababu tunakusanyika hapa hata sasa hivi na ndiyo sababu tunahudumu katika RVC na yule ambaye hajui hili hana chaguo ila kufa ndani ya maafa. Na tunawezaje kuokoa ulimwengu huu? Ni kupitia Kristo tu, na kwa sababu hawajui Kristo ni nani, ni sawa kwao kuteseka. Na ndiyo sababu tunapozungumza juu ya Kristo, lazima awe Bwana wa maisha yetu na kwa nini tunahitaji kufanya azimio? Mabaki saba katika Bibilia ndiyo waliosimamisha majanga hayo. Mabaki ndio waliotambua sababu kwa nini wanahitaji tu Injili. Ndiyo maana wanaposhikilia agano, maisha yao yote ya zamani huwa chanzo yao shida ya kiakili, shida ya kimwili Shida ya familia, utagundua kuwa shida hii yote ilitokana na shida ya kiroho, na kile Mungu anataka ni sisi kutambua kwamba unaweza kutatua tatizo hili kwa kupitia injili pekee. Na ndiyo maana maisha yako ya zamani sio makovu tena, bali ni msingi wa wewe kushikilia injili tu ndiyo maana kwako kushikilia Injili ni kutambua kwamba maisha yako ya zamani yalikuwa ndani ya mpango kamili wa Mungu, na haya ndiyo mambo ambayo makafiri hawajui. Karibu na mabaki saba, kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wakipanda na wale ambao ni werevu sana, lakini hawakuweza kutumiwa na Mungu, ndiyo maana kupitia mabaki walisimamisha shida ya umri wao na kusimama kama shahidi. Wakati unapomwamini Yesu Kristo na kufanya maazimio, utambulisho wako na hali yako hubadilika. Na katika kitabu cha Warumi tano mstari wa nane, wakati tulikuwa bado wenye dhambi, anaonyesha upendo wake mwenyewe kwetu kwa kufa msalabani. Na katika kitabu cha Yohana 5:24 inasema kwamba, amini nawaambia kwamba yeyote anayeamini neno lililonituma na yeyote anayeamini neno langu amepata uzima wa milele na amevuka kutoka katika mauti kwenda kuzimu. Na ikiwa unaamini kweli kwamba Yesu ndiye Kristo, basi hatima yako itabadilika. Na kwa nini mnaishi kama wasioamini? Na kwa nini unaendelea kufanya kutokuamini? Huku ni kwa sababu Kristo bado hajawa bwana wako. Sawa, kwa mchungaji na ukikiri hapo ndipo hatima yako itabadilika, na maisha yako ya zamani yatakuwa shukrani, na utaweza kufurahia Mungu kuwa pamoja nawe, unajua, na hutakuwa na wasiwasi tena juu ya maisha yako ya baadaye, lakini msisimko kwa maisha yako ya baadaye kupitia ulimwengu na familia yako kazi na hata uwanja wako ndiyo lengo la kufufua na utanirejesha mimi ambaye Mungu aliniumba kama katika kitabu cha Mwanzo moja ishirini na nane, na talanta yangu ni Kristo kuwa bwana wangu. Na katika maisha yangu Kristo anakuwa Bwana wangu na kwa ajili ya kupeleka injili hii. Mungu ametupa talanta ya kufanya hivyo, kama Yusufu alivyokwenda kama mtumwa, lakini utumwa haukuwa talanta yake. Ingawa hakuwa katika hali nzuri, lakini anashikilia agano na kuwa mtumwa bora katika kati ya watumwa wote. kwa hivyo hata wewe katika uwanja wako ambapo kuna ugumu zaidi na uende huko na kisha ufanye kazi za kufufua watu. Na wengi wanadanganywa na wao wenyewe na mashamba yao na wanafanya chuki na visingizio. Na Mungu alimwita Yosefu. Na Mungu alimwita Yusufu kuokoa shamba lake. Na pili, kufanya azimio la kutokupoteza neno na sala. Na uamke mapema na kabla ya kulala na utengeneze ratiba yako ya kesho. Hata sasa Mungu wa Utatu anafanya kazi hata sasa na anajibu kupitia neno lake na bila kuonekana kwa macho yetu anafanya kazi kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na ametimiza kazi ya wokovu. Na ndiyo sababu sisi kila wakati leo tatu, kabla ya kulala, na kila wakati upange ujumbe wa mimbari, na kila wakati kukusanya hati juu ya kile unachofanya na hata masomo yako shuleni ni yaliyomo katika. Ikiwa unasoma sana, kutakuwa na jambo moja ambalo utaweza kutambua kwamba huwezi kupata suluhisho la maisha. Njia pekee ni kupata suluhisho kupitia Kristo tu, na shida halisi na suluhisho halisi la maisha linatokana na neno na utaona mpango wa Mungu kwangu na shamba, na hiyo inakuwa mada yako ya maombi, na Mungu atakupa majibu mapema, na utatambua unachohitaji kufanya, na utaona jinsi utakavyo utakavyookoa uwanja wako. Na huo ndiyo muundo wa kutengeneza kipande kidogo cha Bwana, kwa hivyo kupitia ujumbe wa mimbari ya Jumapili, jarida la maombi, na hata ibada ya Jumamosi na ujumbe wa msingi, naomba upange na kupanga neno. Ikiwa utabadilisha alama yako, mzizi na hata asili na neno, basi neno hakika litatimizwa na haushawishiwi tena na kutokuamini kwa ulimwengu huu lakini utakuwa shahidi wa uwanja wako, basi utaanza kubadilisha mada yako ya maombi. Sio sala ninayotaka, lakini nitaanza kuhariri mada yangu ya maombi ambayo Mungu anataka, na utaanza kupata mada yako ya maombi kwa sasa na juu ya jinsi utakavyofanya uinjilishaji wa ulimwengu. Na Mungu hakika atatimiza uinjilishaji wa ulimwengu na kuwaokoa watu wake. Na kwa ajili ya neno hili Mungu alituita mapema. Ndiyo maana usipoingia katika uinjilishaji wa ulimwengu utaendelea kuteseka. Kadri unavyokuwa mdogo ndivyo unavyokuwa bora zaidi. Kwa hivyo, Unaweza kuanza kutoka sasa. Kwa hivyo, naomba kila wakati ujazwe na Roho Mtakatifu. Na hata hivyo, unaanza sala hii ili kubadilisha alama yako kwa kushikilia injili tu. Na unaweza kufanya hivyo kwa kuweka meza na unaweza pia kufanya unaposikiliza ujumbe na kusoma. Na kwa ujumbe unaweza kutumia hata chaneli ya YouTube na ndiyo maana hasa wafanyikazi, ikiwa unafikiri kwamba umepata mtu ambaye ameagizwa, basi unawafanya wasikie injili hii kwa Kiswahili na hata kwa Kiingereza kupitia chaneli ya YouTube ili waweze kufanya jukwaa. Na waweze kutumia ujumbe na waweze kuchapisha ujumbe kwao, wasaidie ili waweze kujazwa na Roho Mtakatifu peke yao, kwa sababu Mungu hakika anakaa na Emanueli pamoja na watu wake. Kwa hivyo usidanganywe na mawazo yako sasa hivi na usidanganyike na hali mbaya ulizo nazo sasa hivi kama Yusufu alidanganyika na hali yake mwenyewe na kiwango chake mwenyewe basi lazima ajiue, lakini Yusufu hakika alishikilia agano la Kristo na ufalme wa Mungu na ukweli kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Ndiyo maana alipoenda nyumbani kwa Potifari, gerezani, na gerezani na hata alipokuwa gavana hali yake ya kiroho ilikuwa ile ile tu. Ndio maana unaweza kupata nguvu tano ambazo Mungu amewapa watoto wa Mungu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya kiroho, nguvu ya kiakili, nguvu ya kimwili, nguvu ya kifedha na hata nguvu ya kibinadamu, na kilicho muhimu zaidi ni hali yako ya kiroho na ni kipaumbele chako, na hiyo ndiyo nguvu isiyojulikana ambayo watu hawajui, kwa sababu uinjilishaji wa ulimwengu hauwezekani kupitia nguvu yetu wenyewe. Na ikiwa sitafanya hivyo, Mungu alisema kwamba atatimista uinjilishaji wa ulimwengu kupitia miamba. Kwa hivyo kamwe Mungu atatutimiza uinjilishaji kupitia watu wasomi. Musa alipokuwa mchanga na mwerevu, Mungu hakumtumia, lakini Musa alipogundua kwamba hawezi kufanya kwa nguvu zake mwenyewe, Mungu alimwita na alimthibitishia Musa kwamba mimi ndiye Muumbaji, mimi ndiye Mwokozi na mimi ndiye ninayefanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo baraka ya kiti cha enzi, na kilicho muhimu zaidi ni kwako kushikilia ukweli huu na kuanza kuomba. Kwa hivyo uanze kutenga wakati wako wa kufufua roho yako asubuhi, ili uone kila mtu ambaye unakutana naye kwa jicho la injili na kufikiri kufikiria kile Mungu anataka kwao na kwa sababu Kristo amefufuka na yuko pamoja na wale ambao ni watoto wa Mungu. Una shida nyingi, naomba ufanye azimio na majibu kwa neno lake. Wacha tuende kwenye hitimisho. Kuna mambo ambayo unahitaji kufanya kila wakati na kuna mambo ambayo unakumbuka kila wakati unapoenda mahali fulani kukutana na mtu na unapofanya kitu. Katika kitabu cha Yohana mstari wa kumi na tisa mstari wa thelathini Kristo amemaliza kazi zote, na bado tuna matatizo. Tunahitaji kuanza kutoka hapo hapo. Ndipo hatima yako inapoanza kubadilika na ni kiasi gani tunahitaji kuwa na uhakika hadi hii inacho inachapishwa ndani yako. Na familia shida ya kiroho na shida zote nilizo nazo ni utume wa kuwaokoa na pitia Injili, kwa sababu ni Injili tu inayoweza kutatua shida za kiroho ikiwa unashikilia utume huo ndio wakati ufalme wa Mungu unakuja, na unaposhikilia hilo, unaomba ili uweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Na ikiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, basi utasimama kama shahidi, na maisha yako, kazi yako na kila kitu unachokifanya kitafanywa kama shahidi wa Kristo. Ndiyo sababu unachohitaji kufanya ni kukiri kwamba ma, ni kufanya kukiri ambayo mabaki saba waliweza kukiri kwamba, sihitaji mafanikio ambayo ulimwengu unasema, na sihitaji umaarufu ambao watu wanasema, siwezekani kabisa. Ninachohitaji tu ni Kristo, Kristo awe Bwana wangu. Awezi kuacha maisha ambayo yanashikiliwa na Kristo tu, na maisha yangu yasiwe maisha yaondoke kwa mafanikio, kwa afya njema, lakini kuacha maisha ili kusimama kama shahidi wa Kristo, hata ikiwa ninakabiliwa na shida. Na kabla ya kufanya jambo sahihi, unachohitaji zaidi ni kufanya uamuzi sahihi. Nafanya azimio kwamba hakuna mtu atakaye kusaidia na ambapo hakuna kitu kinachoonekana kutokea hapo na hapo ndipo milango ya majibu inapoanza kufunguliwa. Wacha tuamini na tuombe Mungu. Baba, tunaamini kwamba Kristo amemaliza shida zote na sasa yuko pamoja nami. Ninaamini kwamba Mungu wa utatu yuko pamoja nami kupitia Kristo, na naomba niondoke kwenye mikondo wa maneno mlipaji na hata uinjilisti na nibaki katika mikoa na uinjilishaji wa ulimwengu ambao Mungu anastahili kufanya, na huu uwe wakati mzuri zaidi wa maisha yangu kutumiwa kama uinjilishaji wa ulimwengu na ni katika jina la Yesu Kristo naomba amina.